Yani reli, viwanja vya ndege, usafiri majini na barabara. Tumeendelea kutekeleza miradi ya kuzalisha nishati kwa ajili ya kukuza uzalishaji wa bidhaa na kurahisisha huduma za kiutawala na usalama nchini. Na vile vile tumeendelea kutekeleza miradi inayotoa huduma bora kwa jamii ili kukuza ustawi wa watu na kuimarisha nguvu kazi. Uwekezaji wote huu pamoja na unaofanywa na sekta binafsi umesaidia kuzalisha jumla ya ajira milioni 8824 kwa kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025. Aidha, kutokana na kukua kwa diplomasia yetu tumeweza kuingia mikataba ya ajira na nchi mbalimbali ikiwemo nchi za falme ya Kiarabu UAE, Saudi Arabia, Iran na Qatar kwa lengo la kuongeza fursa za ajira kwa Watanzania kwenye nchi hizo. Niitake ofisi ya waziri mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na wenye ulemavu kuzingatia fursa hizi na kuhakikisha tunazichangamkia kwa manufaa ya wanayokwenda kufanya kazi, lakini kwa manufaa ya nchi yetu pia. Ndugu wafanyakazi, ninafahamu kuwa kulikuwa na manung'uniko kuhusu kuchelewa kwa mashauri yaliyofika kwenye tume ya usuluhishi na uamuzi. Ili kuleta ufanisi, serikali imeandaa mfumo wa kielektroniki eCMS, unaolenga kuimarisha shughuli za Tume ya Usuluhishi na Uamuzi inayohusika na migogoro ya kikazi kwa njia ya kidigitali. Mfumo huo utarahisisha usimamizi na uendeshaji wa mashauri kwa kupunguza muda na gharama na kusaidia kutatua migogoro ya wafanyakazi kwa haraka. Ndugu zangu, Nimefurahishwa sana na kauli mbiu mlioichagua. Hakika inaendana na wakati tulionao. Uchaguzi ni haki ya kikatiba na ya kidemokrasia ya kila mfanyakazi, hivyo kama kauli mbiu yenu inavyosema, uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi na sote tushiriki, ambayo haipishani sana na ile ya kitaifa. Ile ya kwetu imeongeza uchaguzi, ile ya kitaifa inahamasisha kuangalia maslahi ya wafanyakazi. Kwa mnasaba huu, niwaombe mjitokeze kwa wingi ili kuchagua viongozi walio bora waweze kulinda na kutetea maslahi yenu.